Thank you very much yo mtazamaji wa LavishHat TV, kama LavishHat TV ndio mahali pekee ambapo unaweza kupata mastori makali maujanja, lakini pia ni mahali ambapo unaweza kuletea viongozi kadha wa kadha, wahusika wanaohusika na jamii, vijana, watu ambao ni wapambanaji, lakini pia watu ambao wako na focus ya kuweza kubadilisha mtazamo wa jamii yetu ya Kwale County katika stage leo tumebarikiwa kupata kiongozi kijana mkakamavu ambaye amekuwa akifanya mambo mengi katika jamii so tupate fursa ya kuweza kumjua kumfahamu na kujua exactly ni nini anafanya katika jamii yetu ya Waa Ng'ombeni ben actually uh, kama hujai subscribe mara yako kwanza tutaangalia na kufuatilia kama LavishHat TV kumbuka subscribe like na kushare kwa sababu unapofanya hivyo ndio the only option ambayo tunaweza kutufanyia sisi tuweze kupata fursa ya kuhamasisha kuwafunza lakini pia kuweza kuwajuza yanayojiri katika maeneo yetu karibu sana. Oh, Asante sana. Jina lako kamili unaitwa nani? Uh, naitwa Mohamed Hassan Amadi yes. Na, uh, uh, maarufu sana kama Tos Bwax. Bwax. kama mtandao wa Facebook. Oh. Alright, mtu kama Bwax, kama Bwax mm, karibu katika set. Mm, mimi kukufahamu kwangu nimekujua kupitia kikundi kupitia mm, vijana kupitia jamii mm, lakini kwa kifupi Bwax ni nani? amekulia wapi? amefanya nini? amesoma nini? na kwa nini? Hmm. Bwax ni talk of town, tukija hmm, Ng'ombeni. Bwax, uh, ni kijana uh, aliyozaliwa Ng'ombeni uh, na pia kuishi Ng'ombeni hmm. na pia nimesomea Ng'ombeni hmm. Uh, sipokia kutafuta diploma, kaenda kule German Institute Nairobi hmm. ya ICT hmm. uh, lakini pia Bwax ni kijana ambaye anajihusisha na masuala ya community ya kuishi na vijana eh, mm -hmm. eh, pamoja mm -hmm. eh, karibu, hususan pale nimezaliwa mimi, ni sehemu ambayo uh, kuna masuala ya hotspot eh, ya security mm -hmm. so nikaona wacha nibadilishe Ng'ombeni, mm -hmm. ikiwa ni jukumu langu kama anavyosema, peace is the collective and responsibility of the community. So nikasema, naanza na, na mimi mwenyewe mm -hmm. eh, so Bwaksi ni huyo eh. na Bwaksi kama Bwaksi kulinganisha kwamba you are ready to change the history of Ng'ombeni as a place or as a mm, set up as a village mm. kuna vyenye vitu vingi anavovifanya jamii watu wanaona kuwa ni vitu ambavyo haviwezekani. mm, huna chochochote, huna uongozi wowote, huna budget Mm -hmm. Lakini umeweza mm -hmm. kushika vijana ukawaweka chini, ukawaonyesha njia ya kufuata in terms of art mm -hmm. Kwa nini uliamua ufate art? Ni kitu ulijifunza ukiwa katika hali zako za kwanza? mm -hmm. Ni kitu uliona mahali ukaona kinafanya kazi? na je, ni nini kilikusukuma ukaweza kuingia katika art na kuweza kuwashika vijana? mm -hmm. Uh, nikisoma madrasa kipindi hicho kwa tunafanya mchezo wa kuigiza. okay. Lakini pale passion ndio ilipatikana. mm -hmm. Alafu pia nilipokuwa, uh, primary school kufanikiwa kufanya, kufanya, lakini high school eh? mm -hmm. Eh, pale Ng'ombeni ilikuwa mm -hmm. eh, tunajihusisha kwa Kenya National Drama Film Festival ambazo zifanyika kila mwaka mm -hmm. So zile ndizo zilinisababisha kujua kwamba nina kipaji kwanza mm -hmm. Alafu pia sanaa ni Isatula, eh, ambayo ni kio cha jamii mm -hmm. Na pale ndipo tutaweza kuhamasisha jamii yetu kwa njia ya rahisi sana mm -hmm. Zaidi nilipoona, nikaona kila kijana na kipaji Mwenyezi Mungu amejalia mm -hmm kama si futbola basi labda ni dansa, ama labda ni mchoraji, ama ni nini. So fikra tu ikawa kwamba vijana ni wengi mtaani, kuna shughuli za kufanya. Tunaona kwamba juvenile groups zimejitokeza sana, wengine e, pia kutaka kujiunga na masala ya e, e, terrorism. So haya yote nikaona kwa eka pamoja, nigundue e, kwamba huyu ana kipaji gani mkipaji gani, tuje tukae pamoja, malengo yao na fikra zao tuzieke sote, tujeke taratibu na tuweze kusonga na niliposa kuona kutumia tuli ya sanaa mm -hmm. ni njia rahisi sana zaidi kumweka kijana changamoto mm -hmm. eh, gani ambayo unapambana nayo pakubwa, kuweza kueka vijana zaidi ya sabini chini na akawa mm -hmm. wanaweza kusikiza kulinganisha kwamba vijana wa siku hizi wako na ile aspect ya microwave backed uh, uh, uh, achievement mm -hmm. taki kuteseka hataki mm -hmm. ta kikuhaso liotaka tutita mwenyewe anaita mchongo eh, ama waita mabao wewe, inatumia nini ambacho kinaweza fanya vijana wakae chini na muweze ku strategize na ku project na ku perfect na ku practice huo muda wote nafanya, thele, ni nini ambacho unafanya cha tofauti? Kwanza niseme hakuna jambo ambalo halina changamoto. Kila jambo lina changamoto na kabla hata kuweka pamoja, uh, kati unafanya planning unalijua kwamba litatokea, lakini pia tunasikabila tusikimbii. Uh, pamoja na hayo yote uh, tunajua kwamba in order to success lazima sacrificing yeah. So kwanza ki unawatayarisha kisaikolojia kwamba tuna haya lakini haya na haya tutapitia mm. Kwa hivyo hapo ndipo labda tunahitaji tuwe na wakakamavu zaidi mm. Eh, tuwe na subra mm -hmm. Na watu waweze ku, eh, kufanikisha lile lengo ambalo lipo mm -hmm. Na ukiwa na good planning ama strategy nzuri mm -hmm. Basi changamoto pia zinapokuja pia unaweza kustatua katika hali ambayo nzuri, because uh, since 2012 nilete vijana pamoja mpaka leo naona, tulianza tukiwa wachache, wengine labda wamesafiri, wengine huku, wengine labda wamefanya shughuli zingine kwa sababu I don't pay this uh, youth eh. Ni kwamba hii shughuli anazofanya pamoja, kile alicho nacho pata performances mm -hmm, kutokeza opportunity za kuperform wanaenda kuperform na anaonyesha vikadi vyao, anapata E, chochote na maisha anaendelea kwenda mbele. Ni seme kwanza congratulations kwa sababu kwa najua miongoni mwa watu ambao waliweza kutuzwa tuzo mm. na Mheshimiwa Rais katika yeah. Mashujaa ya Day yes. ambayo iliweza kupita kule Machakos mwaka huu mm. ulikuwa miongoni mwa wale watu ambao waliweza kuwakilisha pale kaunti mm, lakini mm, pia miongoni mwa watu waliweza kutunukiwa tuzo Kwale. <tunyi> ni jamii pia ile Kwale Kundi chako ndio wale watu ambao wamekuwa mkitumika kuentertain watu. Tumeona Rashid Abdalla Super Cup juzi wakati wa launch trophy yao, group yako ndio ilihusika katika kudansi ile. Lakini bado katika kule county, wakati uwanja unafunguliwa na wakati mashujaa inakuja Kwale mwaka jana, bado nyinyi mlihusika kwa nguvu kubwa. Labda ulipokeaje salamu zile na connection ndio ulizipata? Vipi? Because ni vitu ambavyo kidigo digo, kikwale kwale, unakuta daa mpaka wena godfather, mpaka connection. Ilikwaje mwanangu? Wengine, uh, wanasema ni deep state. He, deep state. Uh, lakini labda niseme, kwanza ilikuwa kama surprise kwangu. Okay. Wakati mwingine unapopitia changamoto nyingi, uh, wala labda pindi unachimbika ndani kwa ndani ukitumia na hizi labda u give up. Lakini hili jambo, uh, kusikia kwamba nimependekezwa mpaka ikaenda kwa national public participation, alafu ikaonekana nimepita nikapokea simu, uh, kutoka kwa council ya Heroza kwamba nimepita na nitarajia kutuzwa e, kama shujaa katika kitengo cha National Cohesion and Integration. Wallahi, nili kwangu ilikuwa kitu kikubwa sana e, nashukuru. Ilikuwa kule e, e, Kitui e, ambao nilienda kule na nikaweza kuzawadiwa award kama shujaa mwaka huu 2025 ambao tunasema huwa ni wings ni mm. pia mbawa za kuruka zaidi yeah. E, kwa 2012, eh kwamba mm. kile ninachokifanya si 2012 kimetambulika mm. ni jambo ambalo lilinipa nguvu sana, na nina furaha. Kikundi kama kikundi kimechangia pia mimi kuweza kupata hiyo tuzo, kwa sababu zile shughuli nazozifanya zote za kijamii mm. Awali pale kulikuwa na uh, conflict kubwa sana. Vijana wa Ng'ombeni ndiko hawezi kufika nyenye wow. Eh, na watu wengine wa Ng'ombeni mm. kulikuwa na hizo, na nilihusika pakubwa mm. kuhakikisha kwamba hata wanachama Onayina, na pakubwa hii juhudi ambazo zinafanyika creativity, hali ya juu vijana, pamoja na kwamba wanafanya hii sanaa kwa wao wenyewe kupata riski, lakini pia uh, imekuwa ni kama ajira kwao, kwa sababu baadhi yao wanaenda wanapata eh, kazi kwa mashule mm -hmm. wana wanakuwa hired na shule wanafunza Kenya uh, eh, National Drama Film Festival mm eh, -hmm. alafu hii inakuwa term one mm alafu na Kenya Music Festival eh, inakuwa pia term two okay. na ukiona kwa katika uh, tuzo yangu ya pia ya ushujaa mm kwa citation mm. imenukuliwa pia kwamba uh, na changia kwa kufundisha eh, shule kutrain kuzipeleka uh, eh, national level na East Africa level 2023 mm -hmm. Ilikuwa ni Kaya Tiwi High School mm -hmm. E, tulifanya vizuri mpaka East Africa mm -hmm. Mwaka huu likuwa ni Ng'ombeni Secondary mpaka. okay. E, East Africa Alright. so okay. Wale vijana wetu wale wanachama mm -hmm. e, pia wao hukuwa high na hizo shule mm -hmm. na utreni hizo shule So pale upate shilingi 2000 na mwisho na songa. Alright. Congratulations yeah. for that. Actually yeah. niseme ni vizuri kwa sababu unaweka bendera ya Kwale County juu, lakini pia inatupatia faraja kuona kwamba inawezekana as much as Kwale tumekuwa tukiambiwa kwamba tupo tupo tu uhuni, hatujishughulishi mm hatujitumi kumbe, mambo yanafanyika. Kwa kifupi najua kwamba tarehe 29 mwezi huu tulio nao mm -hmm. e, kama sijakosea itakuwa ni Jumamosi. Muna jambo lenu mm -hmm. kama wanajaka tueleze. Mm -hmm. Uh, hii nafikiri iko okay, yeah, Kenya nzima uh, mm -hmm. kupitia Kenya Music and Cultural Festivals ambazo hufanyika kila mwaka mm -hmm. uh, tamasha hili ni tamasha la watu kwenda kuonyesha utamaduni eh, wao mm -hmm. na iko sort of a competition mm -hmm. na si geni hususan, naweza sema Coast region kwa Kwale County tumekuwa vibrant sana zaidi mm -hmm. ni county ambayo tunakuwa na kwa kushiriki sana miaka mingi mm -hmm. hata mwaka 2016 we we were the host mm -hmm. hapa kwetu kwale mm. kutafanyika kuna mashindano yeah, mm. mm. <a saffy lake> ya Kenya Music Festivals yanafanyika Eldoret ambapo itakuwa kuanzia tarehe thalathini mpaka tarehe saba 30 ya Novemba mpaka tarehe saba ya Desemba. Mashindano haya uh, sisi kama kikundi eh, tunapania, tunajua umuhimu wake na ubora wake, ndio miongoni mwa zile kushiriki kwao kuweza kupata performance tofauti ikiwepo ile mwaka elfu mbili ishirini na tatu ndio siku kwa sa tamaduni ilikuwa tarehe kumi mwezi wa kumi kwalikuwa pale Bomas of Kenya kule eh. eh. e, uh, so, eh, Mvuria na pia Mama Fatuma Chani mm -hmm. amekuwa mstari wa mbele sana ku support na kushiriki eh, kiwango cha juu sana. Okay. Naweza kusema wamejitahidi pakubwa sana. Mm -hmm. Uh, kutokana na budget uh, vile ambapo ipo labda kwa mwaka huu uh, kama kaunti mm -hmm. itaweza kuwasilisha team school mm -hmm. uh, lakini sisi kama kikundi bado tunao nafasi na fursa mm -hmm. ya kuweza kuomba okay. uh, washikadau wote uh, kila mtu mwenye kutaka maendeleo na kukuza kipaji mm -hmm. kuweza kuchangia katika huu msafara safari wa kuelekea Eldoret kwa siku takriban kumi mm -hmm. si kitu rahisi yeah, kitu ambacho tunahitaji tue eh, na budget ndani ya takriban laki nane eh, wanachama kama wanachama wenyewe tumekuja pamoja okay, nt hatuna deni na county eh, government imekuwa kit sponsor miaka yote na mm -hmm. si kikundi hiichetu peke yake eh, vipaji vyote mm -hmm. Kusema kweli uongozi wa Gavana Mama Fatuma Chani umekuwa msara wa mbele okay. Kwa kisha kipaji chochote kinaangaliwa na kina kinatiliwa mkazo mm -hmm. na pewa zile mbawa za kuruka yeah, yeah. E, hata juzi tu juzi mwezi wa kumi mm -hmm. tulialikwa ile katika mashindano ya heli monyesho ya kilimo Nairobi International Trade Fair ambayo tulisponsiwa na county okay. okay. e, e, government okay tukapewa usafiri vizuri sana kabisa kwenda na kurudi. Eh, wanatusaidia e, pakubwa sana na fundi vingine na vipaji kila aina. So the same kama county, kutokana na budget ama budget uh, uh, una changamoto basi, sisi kama kikundi tuna haja kuuliza mashikada wote kwa uh, kwa uh, sauti ya chini sana ama kwa heshima zote, tunaomba waweze kutusaidia katika msafara kuweza kuelekea kule kupata usafiri na accommodation eh, ili tuweze kwenda kushiriki kule. Eh, wanachama wenyewe wameweza ku okay. Kwa mfuko wao mm. Kwa zile performance wanazopata mm. Na pia kujichangia mm. Kwa kisha hiyo msafara una, unaweza kufanyika na mm. E, shughuli bado zinaendelea Alright. Itakuwa sote tunahitajika kusafiri tarehe 29 mm -hmm. Mwezi huu wa uh, 11 mm -hmm. Ambapo tuna siku kidogo sana okay. E, na kuweza ku uh, kwenda kule Eldoret na tunatarajia kurudi after gala mm -hmm. Ambayo imeratibiwa kwa tarehe 7 mwezi wa Desemba mjini heshima atakuwa Mheshimiwa Rais. All right. Kwa kifupi anachojaribu kusema director Bwax ni kwamba mm. shughuli imenoga, tamaa za vijana ziko juu mm. safari inafaa ingoenanga tarehe ishirini na tisa mm. twende Eldoret mm. mm. kila kitu tuko tayari, mazoezi tumefanya mm. bidii tumefanya, content tumetengeneza bana, miguu tuna tukisema miguu hatuna. Hii ni jamii mm. wafuasi wa LavishHat TV, marafiki wa Bwax, Marafiki wa county government, washikadau wote, CSOs, mabiashara and anyone mwenye angependa kuona vijana wakithrive. Ukilinganisha kwamba tunajaribu kuandika historia ya uhuni, tunajaribu kuandika historia ya kuwa hatujitumi, hatufanyi, hatujihusishi. Tunahitaji sapoti yenu. Namba ya Bwax ndio hii kwa hapa chini kumbuka kumtumia chochote unachoweza, ni dala shilingi tatu, shilingi mbili, ni sumuni shilingi hamsini. Umoja wetu ndio nguvu yetu jamaa. County kama county twaweza. Kwa wenzetu mnaona ma TikTok jamaa, wanafanya mamilioni, yanapatikana malaki, yanapatikana na shughuli zinafanyika kama shughuli. Mimi kikubwa nililie Gen Z wa Ng'ombeni ward, nililie Gen Z wa Kwale county, nililie washikadau wa hizi ofisi tofauti. Sawa, mama gavana amekuwa akitushika mkono miaka hiyo yote, amekuwa akifanya miaka yote, lakini kuna mawaziri, kuna maseneta, kuna maaspirants, kuna wabunge, yani kuna watu kibao ambao wako hapa Kwale county na wananadhifa tofauti tofauti katika serikali kubwa na serikali ndogo. Kuna hao ambao ni madirector national government, kuna hao ambao wana marafiki Nairobi, pigeni simu zenu, tuone simu wabwaksi, ya Bwax ikiingia pesa, lakini kikubwa zaidi hii safari iwe very successful. Kwa hayo machache, tutawashukuru na pia Mungu ataweza kutushikanisha kutufanya tuwe bora zaidi, na vipaji vya Kwale wa Ng'ombeni tuzidi kuvienua. you are parting short to the platform and calling kwa wale vijana ambao wanakutazama, lakini kile wakikaa hivyo, naona haiwezekani bila kujituma mpaka oh, ushikwe mkono sijui, yes, nini unawaambiaje? Uh, tujitumeni. Yes. Uh, kuna chote ambacho kinakuja rahisi. Wajitume vijana. mm -hmm. Uh, wajihusishe uh, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. mm -hmm. Uh, tuweze kujitolea zaidi. Okay. Na niwaombe wale vijana wote ambao wana vipaji kwa njia moja nyingine pia waweze kunitafuta. mm -hmm. Mimi kama shujaa wao na bado tutawalink ile mm sehemu ambayo wanahitajika halisi kuweza kuja kukuza vipaji vyetu na kuendeleza kaunti yetu na Kenya kwa ujumla shukran sana za dhati kwako pia mm -hmm. kuweza itafika mbali na kwaweza Mwenyezi Mungu salita matikana tunashukuru sana. County Government siku zote kutu support kila jambo, kusupport vipaji mm -hmm. Eh, kuanzia governor wetu alafu na waziri pia muna mwita the best eh, eh. eh, CECM mama Francisca nafanya mm -hmm. eh, kazi nzuri na wapongeza sana mm -hmm. Inshallah, kwaweza Mwenyezi Mungu itafanikiwa tunaomba eh, msaada na inshallah yeah kila kitu kwa sawa, shukrani. Bwana ndio hivyo tumemaliza, kama vipi? Cheers. Huja subscribe, kumbuka kufanya hivyo; huja like, kumbuka kufanya hivyo; huja comment, tuambie tu. Hata kama mkuja physically kuzi collect, tunaweza kuja, tukaja tukaziokota, au sio? Kikubwa zaidi, safari tarehe 29, inshallah amen. Cheers. Chapu iwe safi, tukomeshe vipanga na mulo mwagika. I Lavish Hat TV. Ndio TV yako ya online, kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimziki, kwa sababu nimeona mna na maswali mnayouliza. Ndio TV yako ya online, kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimziki.